Hii ni Chapesa Media tupo hapa mm, tawi la Mpelapesa, tumemfuata pasi milioni uh, akiwa na mambo mengi ya kimichezo, ni kuhusiana na adhabu ya kari yako Simba Sports Club siku ya jana kugomea kufanya mazoezi na muda huo huo Simba wakatoa taarifa kwa umma eh, atofika katika uwanja Benjamin Mkapa na kuigomea adhabu ya kari yako kama ilivyo ada. Mimi ndio wazili tambiko, lakini nyuma ya kamera director Runda, tupo na pasi milioni. Pasi milioni, kwema E, bada fresh. Na mshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa lema, niko vizuri, niko faya kweli kweli kakaangu. Mungu mwingine. Ah, ndo kama hivyo. Leo ndo siku ya wanawake duniani, macho na akili zangu zote zilikuwa Arusha. E, kwa Salem Majapa mzee wa Arusha, leo mama yupo Arusha, Tanzania yote ilikuwa iko Arusha siku ya wanawake duniani. Taarifa na... kubwa eh, imezagaa mitandaoni baada ya Simba Sports Club eh, kwenda Benjamin Mkapa kufanya mazoezi kama yeye ni mgeni wa mchezo dhidi eh, ya Young Africans, Simba aligomewa kufanya mazoezi katika dimba la Benjamin Mkapa iriari, uh, Simba akaondoka. Baadaye Simba akatoa taarifa hatoshiriki ato katika mchezo dhidi ya Young Africans katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, dabi ya Kariakoo. Taarifa ulipokeaje, pasi milioni na imani? Ulikuwa ushachanga karatasi zake muhimu kwa ajili ya pasi nyingi kabisa kaisa eli mpanzo kibisawara kwa jinsi unavyoiona, mmeikimbia dabi hama Yang Africans waliwatisha kuto kufanya mazoezi? Kwanza kabisa namshukuru sana Mwenyezi Mungu, jambo hili kwa kweli limenisikitisha sana kwa kweli, nimehuzunika nikiwa kama katika familia ya football, mimi ni mmoja hapo katika familia ya football. Kwanza nampongeza sana Wallace Karia kidau bodi ya ligi Almas Kasongo na wenzake wote jopo zima, jinsi mpira wetu jinsi walivyoheshimisha na jinsi walivyotengeneza mpira wetu umekuwa na heshima kubwa sana sana sana. Pili, kilichonihuzunisha kwa waliotuzuia jana jana, timu yetu kutoruhusiwa kwenda kufanya mazoezi, nimehuzunika sana sana sana. Skaria anajitahidi sana kutengeneza mpira, lakini inaonekana kuna watu wachache wanataka kumrudisha nyuma wale Skaria na jopo lake kwa ujumla. ili swala limeumiza watu wengi wapo watu waliotoka nje ya nchi, wapo watu waliotoka mikoani kwa gharama zao washafika hapa karibu wiki wengine siku tatu siku nne wapo kwa ajili ya kuja kuja kuangalia dabi. Sasa wanapotokea watu wachache kwa lengo hofu ambalo la kuhatarisha mpira wetu wa miguu, mimi nachomwomba tu wale sikalia, wale watu wote wanajulikana wote, wasiwachukulie poa. Wamezalilisha nchi wamezalilisha mpira wetu kwa ujumla, wameunajis kama walikuwa wanachukulia kwamba hawa ni moja familia yetu katika football, wamekuwa sio rafiki katika football. Wanasema, uh, Young Africans, Simba Sports, mmeikimbia mechi yao dhidi ya mtani wako Young Africans, kwa maana kufungwa mara nne mfululizo mbele ya Young Africans ni kitendo ambacho mmefanya, msipeleke timu katika dimba la Benjamin Mkapa ili hali atao hajafanya mazoezi sio shida, lakini shida na muogopa Young Africans kwa maana kuwafunga mara nne mfululizo. Huyo atakayekuwa na akili hiyo, nafikiri kichwa chake sio kizuri. Mm. Kuna maana gani atakuwa? kama kuna ulevi anaotumia sasa, ule ulevi ndo unamfananisha yeye, hata kama hichi kinyesi anaona kama keki. Bro, Simba timu kubwa, tushakwenda Simba Sports nje ya Tanzania tumeenda kucheza sisi kaskazini na Waarabu ambao wanajua kabisa leo hapa mtoki simba mtoki, lakini Simba inapata matokeo huko huko kwa Waarabu na tunapiga mpira mkubwa mno. Fadu David sa Gadiola mwembamba sa alishaandaa timu yake, alikuwa kwenye pre-meeting, alikwepo pale akaongea aka kwamba kesho nitakwenda na mfumo wa kushambulia, mfumo wa kushambulia mwanzo mwisho, mfumo wa kushambulia mwanzo mwisho, filimbi zote mpaka filimbi ya mwisho. Africans walikuwa wanapelekewa pumzi ya moto, leo alishajiandaa mm. mm. juu yake, target afike nao uwanjani awape mfumo yani tu wa kumalizia, yani finishing tu, kwa ajili kesho, leo shughuli imalizike Ima wakatokea wauni wachache wakazuia basi letu kwamba hakuna kuingia Simba bro. Kwanza ujue unapoizuia Simba umezuia soka la Afrika Mashariki na Kati. Yani leo hii inavyokuambia kitendo cha ja Simba kuto kuingia uwanjani leo kwa maelezo ya viongozi wetu, dunia nzima imejua, nchi mbalimbali imepiga leo simu. Naye ndugu yangu Gusto Kabaraka Trata George akapiga simu Leo vipi, imekuwaje Simba wanazuia mazoezini? Bro, nimeumia sana nimefezeka sana kuona wauni wachache tu nina laumiwe pasi milioni kwa kitu ambacho chofanyiwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kutoingia ndani kufanya mazoezi. Waliozuia timu isipite kwenye geti wakina nani? Si wanajulikana hmm. kwani kuna mtu, kwani lile geti lilikuwa a... silitakiwa, tu watu wapite waliozuia Simba timu yangu isiingie kwenye uwanja kwenda kufanya mazoezi. Wale ndo wanatakiwa wachukuliwe wa adhabu kali kali kali mno. Juzi nimeshuhudia rafiki yetu shabiki mwenzetu aliongea maneno ambayo yaliwakera bodi ya yali ligi na TFF kwa jumla. Shabiki mwenzetu kachukuliwa hatua. Sasa hawa ambao wanakuja kuhatarisha amani. Kwa mfano kama jana ilikuwa vurugu mechi ile. Kwa mfano kama Simba baada ya kuzuiwa pale timu yangu wangia mwanao Simba Sports timu yangu ilete ambush kwamba lazima pale tuingie, unategemea pana nini? Nilichofarijika mimi Simba Sports timu yangu, kwanza kuwa na CEO Madame Zubeda mwenye uredi na kuiona kesho yetu, hakutaka kufanya panic. Kadhalilishwa sana jana pale, sio wetu, katukanwa sana Watu walikuwa wanatukana CEO wetu wa klabu ya Simba. Hey, hey, ushahidi upo, kadhalilishwa sana mama yetu kipenzi sana, anatukana hadharani na matusi watu tume bro, ushahidi upo kila kitu. Pasi milioni, uh, baada ya taarifa kutoka bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, eh, kutoa akasema mchezo wa Young Africans dhidi ya Simba Sports Club kwa kikanuni eh, hautokuwepo wanatafuta tafuta tarehe nyingine kupangia mchezo huo Young Africans zidi ya Simba Sports Club, lakini Young Africans muda huo huo akaandika barua mchezo upo pale pale. Najua tunacheza mechi yetu ni muda ule ule saa moja dakika 15, taarifa mlipokea kwa Young Africans. Na Young Africans vilevile wameingiza kikosi katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kikosi kamili na first 11 yote wameitoa hadharani. Hapo ndo utagundua kwamba ukubwa wetu wa Simba sio wa bure. na kwa nini kafu tuko nafasi ya sita na kwa nini mpaka leo hii bado tunacheza mashindano ya kimataifa? Hutakiwi kupata tabu. Sisi nao nani anacheza kimataifa? Simba Sports. Kwanza mi nawapongeza sana viongozi wangu wa kukupitia mwekezaji wetu kwa kupitia mwenyekiti wetu Mutazama Ngungu na sio wetu Zubeda, kwa uongozi uliotukuka sio wa kukurupuka, kwa kufata taratibu zote za football. Hivyo bro, wewe tayari ushaambiwa na bodi ya ligi inaipanga ratiba ya mechi ucheze saa ngapi na lini na saa ngapi, kwamba mechi hakuna. Wewe unakurupuka huko, unatua gari yako unapeleka uwanjani na wachezaji wako, hapo ni bado, unaendelea kuukosea mpira wetu. Mi nachotaka tu niwaambie bodi ya ligi, mtoto mle yavyo ndivyo akuwavyo a wako serious, haya ndo madhara yake, yake ama walikuwa wako serious na mpira, haya ndo madhara yake, wawe serious. Tunawapenda sana wanasimamia sheria zao zote, na zinakuwa ziko katika mstari uliotukuka wao. Oh, washatoa tayari kauli mechi hakuna. Kwa mfano bodi ya ligi ingesema mechi ipo, mechi ipo, kwa viongozi wangu mimi, jinsi ninavyowajua, jinsi wanavyofuatilia sheria za mpira, wangepeleka timu na kama Simba angefungwa nani analaumiwa? Ah, sasa si mpira sasa kama angefungwa unalaumu kivipi? Eh? mbona sikuelewi hapa ta swali. <laughs> Kwa maana usimesema Simba angepeleka timu. Yaani viongozi Simba angepeleka timu. Simba angepeleka timu. Nani angelaumiwa? Kwa maana mlikuwa mmefanya mazoezi ya mwisho kuelekea kabla ya mechi ya Young Africans. Bro, inafika wakati vyombo husika inabidi viheshimiwe kama bodi ya ligi wangesema, wangewaambia viongozi wetu Simba Sports, mechi iko pale pale, Simba tungepeleka timu na mimi mwenyewe ningeenda uwanjani. Si washasema bodi ya ligi na ndio wenye mpira wao? Bodi ya ligi wamesema mechi hakuna, unaanzaje kwenda? Naanzia wapi bro? Yale yale, unaweza ukakoga na mjini usiende, ukakoga na mjini usiende. E, pasi milioni utakuwa umechukia. Ulikuwa unataka uvione vitu vya elimu panzu apija pasi zake 1000 zile. Na mniambie kwanza, tiketi bro nazo zote nazo tiketi VIP, nikwambie kitu bro, unajua najua Simba na Yanga sisi ni watani wa jadi, haiwezekani kutokea watu wachache mpira wa ufanyie matatizo. Unajua kalia bwana, mimi nampongeza sana Kasongo, nawapongeza sana, mpira umeutengeneza, lakini kuna watu wachache wanataka mpira kuharibu. Ah, mimi nachoomba tu mpira wa uheshimisho, najua Simba na Yanga sisi tuko marafiki mbalimbali. Kwa mfano mimi uwezi kuamini, naye rafiki yangu mimi yuko upande wa pili, alitanamamnyika s yeah. Mtani tunaelewana, yupo mzee wa kanzu nyeupe Ameskondo. Au ukiwakuta kama uje na mgonjwa Ujue Simba na Yanga sisi ni marafiki, wengine tunao familia zetu, tuko huku yani na huku. Sasa leo hii, yaani mpira uonekane kama uko tofauti. Mi bwana, nachoomba bwana, bodi ya ligi na TFF kwa ujumla, wale wote waliohusika wasiwaachie tageti yao wa watu ni kuharibu mpira. Kalia anataka mpira uheshimike, lakini kuna watu watakaoushushe mpira Kalia uonekane sio lakini. Kalia ni bonge moja la kiongozi chupavu, kiongozi jasiri. Bodi ya ligi nawapongeza blo